Wapendwa katika Kristo, karibuni tusikilize neno la Mungu na tafakari yake, ikiwa leo ni siku ya Jumatatu ya tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2025, na injili inayotuongoza siku ya leo ni injili hiyo ya Yohane sura ya 16, 29 hadi ya 33. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Yohane. Utukufu kwako e Bwana. Wanafunzi walimwambia Yesu, tazama, sasa wasema waziwazi, wala huneni mithali yoyote. Sasa tumejua ya kuwa wewe wafahamu mambo yote, wala huna haja ya mtu akuulize kwa hiyo twasadiki ya kwamba ulitoka kwa Mungu. Yesu akawajibu, Je, mnasadiki sasa? Tazama saa yaja, naam imekwisha kuja, ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao kwao, na kuniacha mimi peke yangu; walakini mimi si peke yangu, kwa kuwa Baba yupo pamoja nami. Hayo nimewaambia mpate kuwa na amani ndani yenu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa katika Kristo, katika somo la injili tulilolisikia hivi punde, tunaongozwa na ujumbe huu: Jipe moyo Bwana wetu Yesu Kristo ameushinda ulimwengu. Jipe moyo Bwana wetu Yesu Kristo ameushinda ulimwengu. Haya ni maneno yanayotupa nguvu sisi wa Kristo. Ni maneno ambayo yanatupa moyo wa kusonga mbele kwa kuwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyeshinda yote. Hii ni nguvu ya Roho Mtakatifu inayomwangazia inayoangazia mitume. Hii ni nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu ambayo bwana wetu Yesu Kristo anaotaka kuachia mitume wake ili waweze kuitenda ile kazi ambayo yeye mwenyewe anataka waweze kuitenda. Yeye mwenyewe ameushuhudia ulimwengu, yeye mwenyewe ameushinda ulimwengu, ameshinda dhiki zote, ameyashinda mahangaiko yote kwa sababu aliongozwa na Roho. Aliitenda kazi ya Baba kwa kuongozwa na Roho. Hivyo anawahakikishia wanafunzi wake ya kwamba watayashinda yote pale ambapo watamwalika Mungu Roho Mtakatifu aweze kuwaongoza na kuangazia katika maisha yao. Hakuna changamoto yote ile itakayowarudisha nyuma. Anawaalika kujipa moyo, anawaalika waweze kusonga mbele, anawaalika kukabiliana na changamoto yote ile watakayokumbana nayo, ili mradi wamwalike Mungu Roho Mtakatifu katika maisha yao aweze kuwatia nguvu ili kile wanachotenda kama mitume kiweze kudhihirika kwa ulimwengu mzima, na yeyote anayetazama hiyo kazi ambayo wanaitenda aweze kuona uwepo wa Kristo. Kwa hiyo kinachohitajika kwa mitume ni kusadiki kazi ya Mungu, ni kusadiki ile kazi ambayo Kristo aliwafundisha, ni kuyashika yale yote waliyoyafundishwa na Kristo, na hivyo wakiisha kuyashika, wakiisha sadiki wanapokea hiyo nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu ndani mwao na, na kudhihirisha nguvu hiyo kwa watu. Hivyo wapendwa katika Kristo, katika tafakari hii katika somo hili ambalo Kristo anatupa namna ya kujipa moyo katika maisha yetu, anatualika kila mmoja wetu, kokote anakoenda, kazi yote anayofanya, amwalike Mungu Roho Mtakatifu amwongoze na kumwangazia ili baada ya kuangaziwa na Mungu Roho Mtakatifu aweze kutenda kadiri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na aweze kuamini ile kazi anayotenda, aweze kuamini kile anachokifundisha aweze kuyasadiki yote hayo na kumsadiki Kristo, yale yote aliyomfunulia, ili anapoenda kwa watu, maneno yake yaweze kuwa na uzito, neno hilo liweze kuwa na maana kwa watu hao, na kisha kufundisha yote hayo ambayo anayasadiki, basi aweke katika matendo yake, ili kila anayeyaona aweze kuamini mambo hayo, na yote yakatukie katika maisha yake. Hivyo siku ya leo tuombe neema ya Mungu na nguvu ya Roho Mtakatifu, ili tunapoingia katika mahangaiko, tunapoingia katika dhiki, Kristo amekwisha kutuhakikishia ya kwamba tutashinda zote hizo, tutaushinda ulimwengu kama yeye, kwa kutegemea nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu, kwa kujipa moyo na kukabili yote hayo, ili Mungu akatende kazi ndani mwetu, na kile ambacho Mwenyezi Mungu amelenga au ile kazi njema ambayo Mwenyezi Mungu ameanzisha ndani mwetu ikapate kutimia. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Padre Tito Filipo misionari wa shirika la damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo.